Ya mkuu wa mkoa waturudishie mdude akiwa hai, na sisi tumepata taarifa kwamba yuko hai. Kwa hiyo wasifanye janja janja zozote zile ambazo wanafikiri wanaweza kuturudisha nyuma, sisi hatutarudi nyuma. Huu moto wasipokaa vizuri, na sisi tutauasha mara moja ya hapa. Lakini ni mwambie RPC leo, kitendo cha kutuzuia hapa sijakubaliana naye. Hizo ni ofisi za umma na tulitegemea hizo nguvu za kutufukuza hapo angezielekeza kumtafuta Mdude apatikane, tungemwona wa maana sana. Lakini kama anafikiri anatutisha na tutatishika, hatuko tayari. Tutaacha tu kumsumbua na kwenda ofisini kwake tu baada ya wao kutuletea Mdude na tukiona yuko hai. Asipokuwa hai, hatutaelewana vile vile. Kwa jina naitwa Hilda Sajeni. Nipo hapa kwa ajili ya uchungu wa Mdude. Mimi yangu natamka kwamba hao viongozi wote waliomshikilia Mdude kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu aliyetupa mamlaka, wamwachilie kwa uwepesi sana, wasianaie kuwashikilia hao viongozi wetu wote. mimi Ninasema kwamba wanachadema tuko tayari kwa kila jambo, hata polisi hatuogopi, na ikulu tutaingia. Wawachilie viongozi wetu wote, kuanzia Mdude na Tundu Lissu, wamwachilie. Ungekuwa ni mpango wa kwao, hakika walipompiga marisasi angekuwa amekufa, ila kwa sababu ni mpango wa Mungu, ndio maana anazidi kuishi na wanaendelea kumshikilia, wamwachie kwa uwepesi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na leo viongozi wenu tulikuwa kwenye kikao, tunafikiri kwa namna nyingine, wakati mwingine nguvu isiyo yes tu ya wanachadema na wananchi wa wachache wa maana, haya mambo ya utekaji tunataka tuyakomeshe hayo mwisho, ikiwezekana yaishie kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo tunaendelea eh, kuziunganisha jamii zingine ili wakati mwingine zoezi kama hili litafanywa na wananchi wote na sio wanachadema peke yao. Lakini kwa hichi ambacho mmekifanya, tutaendelea kukifanya mara zingine tena, ili mradi tunajua hakuna ambaye yuko salama. Hatuwezi kuwa wa binafsi, mtu anachukuliwa nyumbani, anaumizwa, tunakaa kwa. kwa hichi ambacho wanambea mmekionyesha kwa kweli, mmetoa me, me, somo uh, kwa viongozi wengine au mahali pengine popote. Nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Onga kwamba kama Watanzania wa Dar es Salaam, wa Mwanza, tukisikia mtu amepotea wote tungekuwa tuna jaba barabarani tunaenda kutafuta, pengine masuala ya utekaji yangepungua maana hata watekaji wangeingia uoga. Hakuna wa kututetea isipokuwa ni sisi wenyewe, lazima tuamue kuchukua hatua. Na niwashukuru sana viongozi wangu wa majimbo, niliwaona hapa. Jimbo la Mbeya vijijini mmeshughulika vizuri mbona mwenyekiti? Mwenyekiti wa Chunya na timu yako wenye vitu wengine sijaona, lakini nataka wakati mwingine mkoa mzima uwe hapa. Hii ndio Mbeya, lazima tuwaonyeshe kwamba tuko serious kwenye maisha ya mmoja mmoja, awe amepotea kiongozi, mwanachama, hata mtu mwingine asiye mwanachama. Tunaona kuna wafanyabiashara wanapotezwa, wana samani. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko yuko salama. Kwa hiyo hicho ambacho tumekionyesha eh, sisi kama wana wana Mbeya tuna, leo mmeona ni Mbeya lakini naamini ni somo kwa maeneo mengine na bado kwa kuwa mtu wetu tunamtafuta na tunamtaka arudi akiwe hai, akiwa hai. Viongozi watazungumza hapa, lakini hichi ambacho kimefanyika leo kitaendelea kama Mdude hatapatikana. Kwa hiyo hatutasita kuendelea kumtafuta kwa kuwa tumezungumza tayari na kutumia hekima, sio ujinga. Ndugu zangu, lazima mjue sisi kama viongozi wenu, lazima tutumie wakati mwingine hekima, kwa sababu hata pale ofisini nimewaambia kila mtu kwenye position aliyopo ni Mungu ameruhusu awepo kwenye hiyo position, iwe ni RPC iwe ni RC yoyote yule. Ukiwa kwenye position ya kichama au position ya kiserikali, si wewe umejiweka, ni Mungu ameruhusu uwepo kwenye hicho. Kwa hiyo hatutarajii sisi kuwa na viburi tunapowaambia viongozi wa umma, sio na viburi, na sisi lazima tu tunasikilizana na viongozi wenzetu. Kwa hiyo mgundue kwa mjue kwamba sisi sio wanyonge wala sio wapumbavu kujishusha kutumia hekima katika kupata majibu ya ndugu yetu yuko wapi. Kwa hiyo makamu atazungumza kwa hatua ambazo tumezichukua na nini ambacho tunataka tuwaambie Watanzania. Lakini we are very committed. Mdude ni ndugu yetu, eh, ana mke, ana watoto, ana ndugu zake. Kama tutaruhusu yoyote kupotea na tutakaa kimya huo ndio unafiki wa kwanza. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Kama wameweza kuvunja nyumba ambayo ilikuwa ina geti la chuma ina mlango, nani ambaye yuko salama? <coughs> Tena Mdude alikuwa saa 12 yuko ndani mwake, wengine si mnashinda na ba. Hakuna mtu ambaye yuko salama. Wameweza kumzuru Askofu Kitima kwenye jengo ambalo ni la kanisa. Nani ambaye yuko salama? Wewe ambaye una walinzi? Kwa hiyo haya mambo yatakomeshwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo tuna kazi ya kuubarisha umma na kuiunganisha jamii yetu ya Watanzania kukataa matendo maovu ya utekaji maana a ambao wanateka ni watu ambao tunaishi nao humo mitaani. Kwa hiyo leo tumeonyesha mfano na tutaendelea mpaka hatima ya Mdude ifahamike, tumuone akiwa hai. Peoples. Uh-huh. Kipekee niwashukuru wana Mbeya wote, niwashukuru Kanda ya Nyasa, najua kuna watu mmetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya hili tukio la ndugu yetu Mdude. Mimi mwenyewe sikuwepo jana, ndo nimefika kuhakikisha kuungana na nyinyi kuhakikisha tunamtafuta Mdude Kwasema kweli swala la Mdude limetusikitisha sana, hususani matukio yote yanayotokea kwenye hii nchi. Tukio la Padiri Kitima na matukio mengine yote yanatusikitisha, kwa sababu sisi ni Watanzania ambao watu tuko huru, tuna uwezo wa kuhoji. Hii ni nchi ni ya kwetu, lakini kama kuna watu wanafikiri wanaweza kutuziba midomo kwa sababu ya kututisha, kututeka na kutupiga, ni kweli, si ni binadamu? E, eh, si ni binadamu? Mdude ni ndugu yetu, na sisi ni Watanzania, tuna haki ya kuhoji kwenye nchi yetu kitu chochote ambacho kipo ambacho kinaendelea. Kama ni swala ya uchaguzi, kama ni swala mengine yote, masuala ya nchi hii tuko tayari wote kuhoji, kwa sababu wote ni Watanzania. Kwa hiyo mimi niwashukuru, niwapongeze wanambeya, niwapongeze viongozi wangu makamu mwenyekiti wa kanda, katibu mwenyekiti wa mkoa wa Mbeya na wajumbe wote na viongozi wote wa mkoa wa Mbeya kwa hiki mnachokifanya. Ni nafikiri tuunganishe nguvu yetu kuhakikisha haya mambo yawe ndo mwisho. Tunajua Mdude yupo na tunamhitaji Mdude, na kama wasipomtoa Mdude tuta, tutaongeza nguvu zaidi ya, ku, ya kumtafuta Mdude popote ambapo yupo, kwa sababu viongozi ambao wametaja wametaja kusema ndo walikuwa wanamfuatia Mdude wapo, na nafikiri RPC achukua hatua achukua hatua ya kuhakikisha hili jambo linaisha mapema kabla tujafikia pabaya, kwa sababu sisi wenyewe ni binadamu. Mdude ni mtoto wetu, Mdude na wazazi, Mdude ana ndugu na marafiki, Mdude ni mwanachama wa chama cha Chadema. Haya mambo yako wazi, hakuna mtu asiyejua kusema, joko huyu mtoto ameanza kumfuatilia na kumpiga kila wakati. Amepata virema kwa sababu ya hiki chama, amepata virema kwa sababu ya kutetea watanzania wa, amepata virema kwa sababu ya ya ya, ya ya ya kusema ukweli. Kwa hiyo mimi nataka niseme Hili tunamwambia RPC tunamwambia mkuu wa mkoa, kusema Mdude anatakiwa aachiwe mara moja watuletee. Kama amemuumiza, umletee tumuuguze wenye mtoto. Hakuna mambo ya kusema ya bla bla bla, kusema kila mtu anataka kufanya tu jambo, eh, kurahisisha kwenye maisha ya watu. Maisha wa, ya mtu anatakiwa kurahisishwa. Hili jambo lingekotokea kwa mtoto wa mkuu wa mkoa, sidhani kama ingekaka kimya. Hata ingetokea kwa mtu yeyote yule ambaye anafanya kazi serikalini, sidhani kama amekaa kimya. Hawa watu wote wapo, tumeenda pale RPC anafukuza watu, watu, watu. zile ni ofisi za umma azifikie, zile ni ofisi zake, ni ofisi za umma. Watu wana haki kwenda kupeleka malalamiko yao, sio kwenda watu naanza kuwafukuza, hata kama vile ni waizi. Watu hao wamekerwa na kile kilichotokea kwao, ni washukuru sana wana Mbeya, tuendee na ushirikiano na mkoa wa Songwe. Ni Mdude anatoka kwenye mkoa wangu, ndo amezaliwa kule, na mi ni mwenyekiti wa mkoa wa Songwe, kwa lazima ni, ni usiku moja kwapo, ni kijana wangu lakini tuende kwa pamoja, niko Mbeya hii siku zote, mpaka Mdude atakapopatikana. Mdude wetu tunamtaka, tunamtaka Mdude wetu. <moguwa> Uh, kwa majina anaitwa Daniel Alfred Mwambipile maarufu kama XB Mwanarakati. Tunamtaka Mdude. Kwa sisi kama Wanambea, tunamtaka Mdude akiwa hai, msitupotezee muda, tuna masaa machache ya kumhitaji Mdude sisi Wanambea, ndio ndo msimamo wetu. Jina anaitwa Mori Nkiusa. Mimi nachotaka kuongea ni kuhusu swala la Mdude. Ninaomba aturudishie Mdude akiwa hai, vinginevyo, wa mama tupo wenye uchungu hapa, tuliobeba miezi tisa Tunamwomba aturudishie mtu wetu akiwa hai, hatutaki aturudishie akiwa ameumia wala nini. Vinginevyo chadema tumekuja tuko vingine, sio vile alivyotuzoea. Sahizi tumevaa sura zingine za kazi. Tunaomba aturudishie mtu wetu akiwa hai, ndo hilo ninaloliomba sana. Naitwa Frida Sichone, natoka kata ya Sinde. Lingine tunalolitaka Lisu, tunasema, si tunahitaji Lisu aachiliwe au Lisu apelekwe mahakamani. Lisu ni wa wananchi wote Tanzania, Lisu sio wa mtu mmoja. Tunataka Lisu aachiliwe au Lisu apelekwe mahakamani, kila mtu mwone ayuko Lisu mahakamani, sio kumshikilia huko. Hatutaki, tuna uchungu kina mama eh? Lisu ni mpango wa Mungu hata mngeifanya nini, mnajisumbua bure. Lisu ni mpango wa Mungu, tunaomba mwachilie Lisu kuanzia sasa, sio kuwazuia wananchi. Kwa nini mnafanya kifichoni? Kwa nini mlianza ya nini? Kumbe mnaanza afu tena mnakuwa waoga eh? Ah, wajasiri kumweka pepe, sio kwenye kichochoro, hatutaki. Na hapa Mbeya tunasikitika, huyu Tulia huyu ni mbunge lakini hajawahi kutamka watu wanaotekwa, amekaa kimya, yeye ni kutoa tu misaada huku. Tuseme yeye ndio ana huruma sana? Kwani si wana huruma wanaotekwa? Yeye ndio anatoa toa misaada, anafanya nini? Ni uongo, hana huruma yoyote, hana uchungu huyo. Tulia huyo, mimi yangu ndio haya.